Kusini, wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini na wazee wetu wa Muleba, wasanii wetu pamoja na vikundi vya hamasa, asanteni sana hamasa. Ndugu wana Muleba na ndugu wananchi, CCM oyee! Kazi na utu, shukuru sana. Kwanza ndugu zangu, nimshukuru mwenyezi Mungu, niungane na viongozi wa dini kwa kumshukuru Mungu tujalia kufika Muleba. Njiani kote, wakati hatujafika Dokta Bashiru alikuwa ananiambia, subiri uone tukifika Kagera, subiri uone tukifika Kagera. Sasa nilipofika hapa nimempigia saluti nimeyaona ya Kagera. Asanteni sana, ni washukuru sana viongozi wa chama chetu katika ngazi zote, mkoa na wilaya na wote walioshirikiana nao kwa maandalizi mazuri ya mikutano yetu. Hapa ni mkutano wangu wa kwanza, lakini uh, uh, nilipofika uwanja wa ndege, vijana vijana vijana ikieni kidogo, wanawasukuma wataumiza kina mama na watoto hapo. Kwa hiyo vijana, niwaombe sana, na wale wenye miamvuli na mabango shusheni, kama hamu ni kuniona wote wanione, wasisukumane. Lakini niwaahidi vijana, nikitoka hapa nitaingia kwenye gari, nitoke kwa juu mnione kwa hiyo msisukumane, msisukumane vijana wangu, nataka nimalize ziara kukiwa salama. Mmenielewa vijana? Vijana wa Muleba oe. Aya, tulieni sasa, tulieni sasa. Kwa niseme nashukuru sana viongozi wa mkoa na wilaya kwa maandalizi mazuri ya mikutano hii. Shukrani nyingi ni kwenu wanamuleba ni kwenu wana Muleba kwa kujitokeza kwa wingi namna hii, lakini sio kujitokeza tu, bashasha na shamra shamra hii ni kuonesha kwamba mnaunga mkono vizuri sana chama chenu Chama cha Mapinduzi. Lakini jengine ni kwamba mna imani kubwa na viongozi wenu wa mkoa na kitaifa. Mimi nawashukuru sana wananchi wa Muleba kwa kweli Sina la kusema zaidi, niseme tu mwakola mno. Asanteni sana, asante sana, ndugu zangu wa Muleba. Tumewasikia wagombea ubunge, mwenyekiti, Dr Bashiru na wengine waliosema mafanikio makubwa ya yaliyopatikana ndani ya kipindi cha miaka mitano iliyopita Tumeyasikia yote. Na ninyi wananchi wa Muleba na Kagera kwa ujumla, mnafahamika kwa uchapakazi wenu hususan katika kilimo cha kahawa na migomba, lakini vile vile uvuvi na ufugaji. Na leo sishangai, hapa naona mabango ya wafugaji, lakini kuna mabango ya wavuvi. Wote wanasema Oktoba mambo ni safi, na hawasemi bure ila wamefaidika ndani ya miaka mitano hii. Sasa katika miaka mitano iliyopita tulitekeleza jitihada zetu au tulielekeza jitihada zetu katika kuzikuta sekta, sekta hizo za uzalishaji yani kwenye kilimo, uh, uvuvi na ufugaji. Tulizielekeza juhudi zetu kwenye sekta hizo bila kusahau ujenzi wezeshi wa miundombinu miundombinu itakayoruhusu usafiri na usafirishaji wa bidhaa zetu, lakini vile vile huduma za jamii. Na ndiyo sababu tumerejea kwenu kuomba ridhaa, ili tukafanye makubwa zaidi. Baada ya kutekeleza miaka mitano iliyopita, Chama cha Mapinduzi kwa ujasiri mkubwa tumerudi kwenu kuja kuomba ridhaa ya kuendesha serikali kuisimamia nchi hii na kufanya makubwa miaka mitano iliyopita. Lakini kwa ufupi nigusie mambo machache katika miaka mitano iliyopita, tulianzisha mashamba makubwa ya kahawa na migomba likiwemo shamba la kahawa la ekari mia tatu katika kijiji cha Makongora ambapo vijana mia tatu vijana mia tatu wanaendelea na shughuli hizo na hawa ni wale vijana wa programu maarufu ya serikali ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Ni programu ambayo inawaweka vijana kwenye kazi mbalimbali mbali, za kilimo za uvuvi za mifugo ili kuwajengea kesho iliyo bora lakini pia programu hii imekwenda sekta ya madini, kwa ile mikoa ambayo kuna madini ya kutosha, vijana tunawaweka huko ili kuwajengea kesho iliyo bora. Sasa kwa mkoa huu tumewaweka kwenye kuzalisha kahawa ekari mia tatu na vijana mia tatu wanaendelea na shughuli hiyo. Mkitupa ridhaa, mkitupa ridhaa na mkituchagua tutaongeza uzalishaji wa miche ya kahawa na kuwezesha upatikanaji wa matrekta kwa ajili ya wakulima wa kahawa. Mbali na hayo, tutaendelea na sera yetu ya kutoa ruzuku ya pembejeo ili uzalishaji uwe mkubwa kabisa. Lakini vile vile, katika kipindi hiki tulileta shilingi bilioni tatu kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi katika eneo la mwalo wa Kiamkwikwi uliopo kata ya Izigo. Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu, katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda tutaliangalia pia suala la usindikaji wa mazao ya uvuvi, ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi Uh, kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Katika kipindi hiki tulifanikiwa pia kumaliza mgogoro kama mgombea mmoja walivyosema, mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katika vitalu vya ranchi ya, ya Muisatu na Kagoma ambapo ulidumu kwa miaka kumi na saba, aidha kwa wafugaji pamoja na kutoa ruzuku ya huduma ya chanjo za mifugo tunaenda kuboresha kitalu kimoja kikubwa cha halmashauri, ni ile programu ya BBT kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana wetu. Tumeweza kuwapatia shughuli za kufanya vijana mia tatu kwenye kahawa. Sasa tunakwenda kuwatafutia vijana shughuli za kufanya kwenye ufugaji. Kwa hiyo hilo ndilo tunalojipanga, lakini niseme miaka hii mitano iliyomalizika tuliboresha mfumo wa utoaji wa mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri na tayari vikundi mia moja hamsini na mbili baada ya maboresho vimenufaika na mikopo ya shilingi bilioni mbili milioni mia mbili themanini ambayo imechangia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, uh, vijana na wazee, lakini hasa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Vilevile vile kupita hapa kwa bomba la kimkakati. Mradi wa kimkakati wa bomba la kusafisha mafuta ghafi kutoka Haima, Hoima Uganda, kwenda Tanga kumeongeza pia fursa kwa vijana wetu wa Muleba na maeneo mengine ya ukanda huu. Fursa za ajira, vile vile kwa wale waliozitumia vizuri, fursa za biashara kwenye ule mradi wa ujenzi wa bomba lile. Kwenye huduma za jamii, tulifanya mambo mengi. Wagombea wa ubunge Mleba kusini na kaskazini wameyaeleza vizuri. Naomba niruke hapo na niendelee kwenye mambo mengine, lakini ahadi yetu ni kwamba tutaendelea kuboresha huduma za afya na kuwe, kuweka miundombinu ya elimu na ile sera yetu ya elimu bila ada itaendelea. Lengo ni kufanya vijana wetu wote wapate fursa ya shule wasome jinsi Mungu anavyowajalia na kuwarahisishia safari yao ya elimu mpaka pale watakapofikia, uh, Mungu atakapowajalia. <coughs> Ndugu zangu wana Muleba, natambua pamoja na yaliyotendeka bado kuna mengi ya kuyafanyia kazi, mengi ya kuyafanyia kazi, ambayo kiangalia kwenye kitabu kidogo ambacho madiwani tumewapa kitabu cha ilani kwa miaka mitano inayokuja, maalum kwa mkoa huu wa Kagera. Kila wilaya wataona pale mambo gani tumeweka yatakayotendeka. Mimi nataka niguse machache uh, baada ya yale niliyoyasema, natambua kwamba swala moja wapo ambalo bado linahitaji kutupiwa jicho la karibu ndani ya mkoa huu ni swala la maji, na hii ni kwa sababu mkoa huu una upungufu wa vyanzo vya uhakika vya maji hasa wilayani hapa Muleba. Hali hii inasababisha utegemezi wa mito na visima ambavyo havina uhakika, hususan majira ya kiangazi na ukame. Ninafurahi kuwapa taarifa kwamba tumefanya usanifu wa mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Maziwa haya Mungu alitumbia tuyatumie kwa miaka kadhaa Tanzania bado hatujayatumia maziwa haya vyema. Hivyo basi, miaka mitano iliyopita tumeanza kutumia maziwa haya kwa maji na maji ya kutumia majumbani, kuhakikisha kila Mtanzania aliye karibu na ziwa lolote lile, Victoria, Tanganyika na kule ziwa Nyasa, wanafaidika kupata huduma ya maji safi na salama kutoka kwenye maziwa hayo kwa na wana Muleba nanyi tayari tumekamilisha upembuzi ya kinifu kuyatoa maji kutoka ziwa Victoria na kufanya maji haya safi na salama yatumike na wanamuleba na tuwe na chanzo cha uhakika cha upatikanaji wa maji. Mradi huu ni wa shilingi bilioni 39, au 39 na milioni mia tatu na hamsini. Wizara ya maji ipo katika hatua za mwisho za utekelezaji hivyo tunawaahidi kuwa tutaendelea kutatua kero hii kwa hapa Muleba na wilaya za jirani zinazokabiliwa na upungufu wa maji. Kama na hilo, natambua uhitaji wa usafiri wa uhakika kwenye ziwa Victoria kwa ajili ya abiria, mazao ya uvuvi na mazao ya kilimo. Halkadhalika kumekuwa na changamoto ya kuwasafirisha wagonjwa, uh, kwa wakati. Miongoni mwa ahadi zetu mkitupa ridhaa mbele tunakoendelea kwa hapa Muleba ni kuleta boti mbili za kusafirisha wagonjwa kwa kata za Goziba na Bumbire, kata za Goziba na Bumbire, na kujenga gati mbili katika vijiji vya Kituo na Mrumo. Tutajenga gati ili hizi boti ziwe na urahisi wa kupaki, kupakia na kushusha vile vile tutaleta boti tatu za doria ziwani kwa ajili ya kuangalia usalama na udhibiti wa uvuvi haramu unaochangia upungufu wa samaki ndani ya ziwa letu. Sambamba na hilo sambamba na hilo, tutawekeza zaidi katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Hapa tena ni kwa ajili ya vijana wetu, ile programu yetu ya Jenga iliyo bora Jenga Kesho Iliyo Bora tunaipeleka pia kwenye uvuvi na hapa vijana tutawajengea vizimba wafuge samaki kwa njia ya kitaalamu na wavune samaki ambayo itakuwa ndiyo mali ghafi katika viwanda tutakavyoviweka vya kuchakata mazao ya baharini. Kuhusu changamoto ya umeme katika baadhi ya vitongoji na baadhi ya maeneo visiwani, ni wahidi kwamba mkitupa ridhaa kuendelea na uongozi wa nchi hii tutamaliza kufikisha umeme kwenye vitongoji vyote vilivyobakia na maeneo yote ya visiwani. Aidha, tutakamilisha ujenzi wa mradi wa kituo kipya cha kupokea umeme eneo la Ilemela, ambapo sasa imefikia asilimia 85 ili tupate umeme wa uhakika utakaowezesha kutekeleza mpango wetu wa kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia na uendelezaji wa kongani za viwanda. Umeme utakapokuwa wa uhakika, tuna hakika ile programu yetu ya kuwanusuru kina mama kupata presha na makuni kuvuta moshi wenye sumu na makuni inakwenda kufanya kazi vizuri, programu ya nishati safi ya kupikia. Lakini pia utakapoleta umeme zile kongani za viwanda tunazozipanga kuziweka kwenye wilaya ili kuongeza thamani ya mazao yetu aidha ya kilimo ya uvuvi ya ufugaji na vyenyewe viwanda vitakwenda kufanya kazi vizuri baada ya umeme kufika kote. Ndugu zangu wa Muleba, natambua uhitaji wa miundombinu ya barabara na madaraja, na katika kipindi hiki ujenzi wa barabara umeelezwa na wagombea na pia ujenzi wa daraja la Kamishango ambalo limefikia asilimia thamanini nao umeelezwa lakini pamoja na daraja hilo tumejenga pia daraja la Kalebe ambalo limefikia asilimia 48. Lengo ni kuhakikisha maeneo yote ya vijijini yanapitika kwa mwaka mzima. Pia tutaziunganisha Muleba ya juu na Muleba ya chini kwa kushughulikia changamoto ya korongo la Buhimba lilotokana na maji yanayotoka barabara kuu maji ya barabara kuu yametengeneza korongo, tunakwenda kulishughulikia. Ni waahidi pia kuwa mkitiki vyema Oktoba, haya yote tunaenda kuyashughulika au kushughulika nayo. Tutaendelea kuimarisha na kuiwezesha zaidi TARURA ili iweze kuhakikisha barabara zetu zinapitika mwaka mzima, iwe jua iwe mvua, barabara zetu ziweze kupitika. Ndugu wananchi kama nilivyosema kichukua kitabu kidogo kile ambacho madiwani wanacho. Madiwani yebonesheni wananchi vitabu vyenu. Ndani ya vitabu hivyo kuna mengi, kwa changamoto ya muda nisingeweza kuyasema hapa, kwayo niliyoyasema ndiyo nusu ya hadithi zilizomo humo ndani kwa Muleba, lakini kwa mkoa huu wa Kagera. Sasa ndugu zangu, nifanye kazi ya kuomba kura niombe kura kwa ajili ya mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wabunge pamoja na madiwani. Kabla ya kuomba kura, mniruhusu nigawe ilani kwa wagombea wa ubunge halafu, kwa pamoja tuombe kura. Ilani ambazo zinagawiwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni mkataba baina ya wananchi pamoja na Chama cha Mapinduzi maendeleo yatakayofanyika kwa miaka mitano yote hapo ndani ya ilani ya uchaguzi CCM. Oye! CCM oye! Kazi na utu. Aya, madiwani elekeni kule, tuombe kura ndugu zangu. Ana Muleba, kauli mbiu yetu ni kazi na utu, tunasonga mbele CCM Chama cha Mapinduzi, tunaomba mtuchague, mtupe kazi. Kazi tuliyojipangia kwa miaka mitano ijayo imo ndani ya vitabu na machache nimeyasema hapa. Hiyo ndio kazi tunayoomba, lakini hiyo kazi tutaifanya tukiwa tumekamilika mafungu matatu. Mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea wa uraisi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia wabunge wetu Dr. Kikoyo na na Bitegeko wa majimbo ya Muleba Kusini na Kaskazini hawa watakwenda kunisaidia bungeni kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madiwani wa kata zetu, madiwani wetu ni bunge dogo la hapa Muleba. Tunaposhusha fedha kupitia halmashauri zetu hawa ndio wanakaa kuzijadili na maelekezo yaliyokuja na fedha hizo na kusimamia utekelezaji wa miradi. Niwaombe sana wanamuleba, msende kuwachanganya hawa. Mkienda mkiwachanganya na rangi nyingine zisizo kijani, kutakuwa kuna ubishi na hakuna mazungumzo ya kwenda mbele. Wengine watasema ndio, wengine watasema hapana au tusubiri, au sio? huko ni huku lakini wanaozungumza lugha moja wataharakisha maendeleo. Kwa hiyo, niwaombe ndugu zangu wana Muleba, mimi mgombea urais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge na madiwani wote tunaomba kura zenu. Na hapa ningependa kuona bendera zile. Kura mimi najua kuhesabu kura hapa hapa uwanjani. Muleba oye! Tarehe 29 tunatiki, tunatiki tunatikisa Muleba we! Sasa ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu, tarehe 29 tujaliwe kuamka salama na furaha. Baba mama, unapotoka nyumbani hakikisha vijana wako walioandikishwa kwenye daftari la kudumu la tume, basi waende pamoja na wewe lakini pia mabalozi wetu mitaani kwetu huko, hakikisha watu wako wote walioandikishwa na tume huru ya uchaguzi wote unatoka nao, wanatoka wanakwenda kupiga kura. Wenye dharura, sio lazima wote watoke kwa pamoja, anaweza akatoka asubuhi, mchana, lakini mtambue mwisho saa kumi. Kwa hiyo hakikisha balozi, watu wako kuanzia asubuhi saa kumi na mbili mpaka saa tisa wamekwenda kupiga kura. Mkipiga kwa wingi, ndugu zangu, mnakiheshimisha Chama cha Mapinduzi, dunia itatambua kwamba hiki ndicho chama cha kuendesha hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vinginevyo msinge, msipopiga itakuwa goigoi goi. lakini pia haijuzu wingi huu wa kwenye viwanja kukawe na upungufu kwenye masanduku. Niwaombe sana ndugu zangu, tumejaza viwanja asanteni sana, twendeni tukajaze masanduku vilevile. CCM oye! Kazi na utu, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki sana ndugu zangu, asanteni sana, asante. <tune> vibao vinakuonyesha hapo ukisoma kwa mfano, wilaya hii ya Muleba mapato yake makubwa yanategemea uvuvi. Kwa hiyo sera nzuri za maendeleo ya uvuvi zitatusukuma sana kimaendeleo, na katika ilani kuna ahadi ya kuunda chombo mahususi